Juma Lokole siku leo amezua gumzo kubwa sana kwenye mitandao ya kijamii baada tu ya kuzungumza taarifa ya msanii Zuchu pamoja na msanii Diamond Platinum. Kama ambavyo tunafahamu, aa, kwa sasa hivi ndoa ya Diamond pamoja na Zuchu ni kama vile imeingia kidudu mtu kwa sababu taarifa ambazo zinasambaa mitandaoni kuhusiana na mrembo wa Masepeto baada tu ya kutangaza rasmi kwamba yeye ni mjamzito. Ujauzito huo wameweza kudhibitisha kwamba ni wa msanii Diamond Platinum. Sasa hiyo taarifa

kwa asilimia kubwa sana imemuia vigumu msanii Zuchu kuipokea, uh, kwani Juma Lokole anakuambia baada tu ya taarifa hiyo kusambaa, uh, familia nzima ya Diamond Platinum kuanzia mama Dangote, Esma Platinum na wanafamilia wengine kwa asilimia kubwa sana wamefurahi. Kwa sababu gani? Uh, kwa sababu katika familia ya Diamond Platinum kama ambavyo tunafahamu, uh, Zuchu, uh, ni mwanamke ambaye ameolewa na Diamond. Lakini kwa asilimia kubwa sana Diamond Platinum akimwambia Zuchu aweze kukubali kumzali pia yeye Zuchu anachenga chenga, ni kama vile Zuchu bado hajamaliza kula ujana hivi, kwa sababu baada tu ya kufunga ndoa na Diamond eh, tulitarajia au tulitegemea kwamba Zuchu atabeba ujauzito, lakini unaambiwa Zuchu amekuwa mgumu sana kumbebea ujauzito msanii Diamond Platinum. Sasa hatujajua kuna kitu gani ambacho Zuchu amekifata kwa Diamond eh, kama sio kujenga naye familia mpaka kukubali kufunga ndoa eh, sio kwamba eti ameenda tukula maisha eh, alitakiwa alete familia. Diamond Platinum ni mtu ambaye anapenda sana watoto lakini pia mama Dangote ni mtu ambaye anapenda sana watoto. Baada tu ya mama Dangote kufahamu wazi uh, kwamba mrembo mwanadada Wema Sepeto ana ujauzito wa msanii Diamond Platnumz, amefurahi kwa asilimia kubwa sana. Na Juma Lokole anakuambia msanii Zuchu ilifikia hatua anampigia simu Diamond Platnumz, kwa sababu tunafahamu Diamond yupo nje ya nchi, anampigia simu, anakuambia kwamba nataka ukirudi hapa unipatie talaka zangu zilizobaki. Tunafahamu Zuchu alishapewa talaka moja. Amebaki talaka mbili tu zitimie zote tatu ili mradi tu aachane na msanii Diamond Platnumz. Na tulishuhudia eh, katika ile show ambayo Diamond aliifanya pale Nigeria, aliweza kuwauliza wa Nigeria kwamba mnamjua mke wangu, hebu eh, mtajieni mwanamke wangu. Sasa watu wengi sana walikuwa wanatamani kujua sababu ya Diamond kuzungumza vile. Kumbe tayari, eh, Zuchu alishampigia simu kabla ya ile show na kumwambia kwamba tayari nimeshaijua siri yako na naomba, ukitoka huko, arakazangu zote mbili zilizobakia na maisha mengine yaweze kuendelea. Sasa Juma Jumalakl anakuambia umbea huu amempatia Esma Platinum, dada ay, wa Diamond, mambo ambayo yanaendelea hapo ndani. Uh, anatamani kuondoka zch, hataki tena kuendelea na Diamond baada tu ya Wema Sepetu kutangaza kwamba ana ujauzito wa msanii Diamond Platinum. Imekuwa ni ngumu sana kwa zh kuendelea kumwamini msanii Diamond Platinum licha ya kwamba wamepitia mambo mengi sana, awa watu tunaweza kusema kwa sababu kwasababuukianga kwa asilimia kubwa sana katika mahusiano yao, yalipata changamoto nyingi sana kile kipindi ambacho kabla Zuchu hajaolewa na Diamond, Zuchu alirushiwa maneno mengi sana kwamba uwezi kuolewa na Diamond, wanawake wangapi walikuwa wazuri kuliko wewe, wakina Zari wakina Amisa wasiolewe uje uolewe wewe mwanamke ambaye huna hata makalio. Alipata maneno mengi sana Zuchu wa watu, lakini alivumilia, na baadaye na Diamond Platinum na tukaona Zuchu akafanikiwa kuolewa akawafunga watu midomo, lakini ndoa yake imeendelea kuwa chungu baada tu ya Diamond Partner eh, kama vile kutomheshimu na kuendelea kufanya mambo yake kama kawaida, yani hamuheshimu Zuchu kwa asilimia kubwa sana, tunaweza kusema hivyo. Mitandaoni tunawaona wanapendana, tunawaona wana enjoy, wanapiga picha za pamoja, lakini Juma Lokole anakuambia ndani amani hakuna kwa sababu Diamond alimwambia Zuchu, naomba unizalie, naomba unizalie, lakini yeye Zuchu anamwambia bado, bado malengo yake yamekuwa ni mengi sana lakini swala la kubeba ujauzito Zuchu limekuwa ni gumu sana, sio kwamba ana matatizo, hana matatizo yoyote, lakini yeye malengo yake bado e, muda wake wa kushika ujauzito bado haujafika, yeye binafsi anavyodai. Sasa Juma Lokole anakuambia kivumbi na jasho nyumbani kwa msanii Diamond Platinum, na endapo Diamond akifika hapa Tanzania, neno la kwanza la Zuchu basi ni talaka yake, anataka talaka yake e, mwisho wa siku kila mtu apite na maisha yake kwa sababu Umeshaona eh, imekuwa ni ngumu kwake. Ukiangalia eh, mpo katika ndoa, lakini mwenzako anatoka nje ya ndoa na inafikia hatua anaamua kuzaa kabisa. Ni kama vile hakuheshimu, ni kama vile haoni uwepo wako hapo eh, ndani ya nyumba. Lakini kibaya zaidi ni kwamba familia ya Diamond mara nyingi sana haimsapoti Zuchu. Katika swala gumu kama hili, huenda mama Dangote na kina Esma wangesimama pamoja na Zuchu ili mradi tu Zuchu ajione mwenye haki, ajione ni mtu ambaye anapendwa, lakini imekuwa tofauti. Wao ndo wanafurahi Zuchu kuondoka hapo ndani ya nyumba. Wewe kama shabiki, una unalipi la kuzungumza? Zochea maoni yako, lakini pia usisahau kubonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa neno subscribe.